Yesu asifiwe sana! Mpendwa mtazamaji wa MHAE TV, karibu tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Mkate wa leo, bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo. Na sasa tunaofikia muujiza mwingine hapa leo, Injili ya Yohana sura ya nane kuanzia mstari wa kwanza: walikwenda kila mtu nyumbani kwake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 na hao wa kwanza wa kumtupia jiwe. Akainama tena akaandika kwa kidole chake katika nchi. Nao waliposikia wakashtakiwa, waka na dhamiri zao, wakatoka mmoja mmoja, wakianzia tangu wazee hata wa mwisho wao. Akabaki Yesu peke yake na yule mwanamke amesimama katikati. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke akamwambia, mwanamke, wako wapi wale walio washitaki wako? Hakuna hakuna aliyekushtaki kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu siku, enenda zako wala usitende dhambi tena. Amen. Pendwa mtazamaji wangu hapa tunakutana na muujiza mwingine, nao ni wa kusamehe huyu mama. Ilikuwa desturi ya Wayahudi kwamba mwanamke akikutwa na zini anapigwa na mawe, sio yule mwanamume aliyezini naye, bali ni mwanamke ndiye aliyeuawa wakupigwa mawe mpaka akafa. Kwa nini? Kwa sababu desturi yao iliwadhalilisha wanawake, iliwafanya wanawake kama si kitu. Kwa hiyo alipokutwa huyu mwanamke amezini na wala wasimshike na mume wake, wakampeleka kwa Yesu. Yesu walipomfikishia, wakasema sisi tunatakiwa kumuua mwanamke huyu haka kwa amri ya Torati yetu, wewe unasemaje? Yesu Biblia nasema akainama akaandika kwa kidole chake katika nchi, yaani ardhini, akaanza kuandika, hakujibu, akaanza kuandika chini Wakamhoji tena vipi, Bwana akajiinua akasema, sasa yeye asiye na dhambi hawa wa kwanza wa kumtupia jiwe mwanamke huyo. Viye nasema, wakaondoka mmoja mmoja, dhambi zao zilishitakiwa, wakaondoka mmoja mmoja, wakaisha, kabaki yule mama na Yesu peke yake. Wakamuliza, mama, wako wapi wale waliokushitaki, kwamba na amefanya dhambi ya uzini? Akasema, sijui, wameondoka Yesu akasema hata mimi sikuhukumu nenda zako, lakini usitende dhambi hii tena. Hapa tunakutana huu muujiza wa kusamehewa mama huyu. Huu ni muujiza kwa huyu mama, alikuwa anauawa siku ile kabisa kwa kupigwa kwa mawe, lakini Yesu anamwambia nenda kwa amani, usitende ila dhambi hii tena. Dhambi ya uzinzi, mpendwa mtazamaji wangu, ilikuwa dhambi hatari sana ilikuwa dhambi ya kuangamiza kabisa, na kupigwa kwa mawe. Wewe mama, kumwacha mume wako na kwenda kulala na mume asiye wako, ilikuwa dhambi ya kuuawa kwa mawe. Hata leo dhambi hii bado inakemewa, hatutaki itendwe na wanandoa. Wanandoa, kaa na mwenzako kwa uaminifu, kaa na mwenzako kwa uaminifu. Dhambi ya uzinzi imehatarisha ndoa nyingi, imesababisha madhara makubwa. Yesu anamsamehe yule dada, si kwa sababu hakutenda dhambi ile, bali ni kweli alitenda, na Yesu anamwambia, hata mimi sikuhukumu, nenda kwa amani. Maana yake Yesu anamwambia, nimekusamehe dhambi hii, ila usirudie, usirudie kutenda dhambi hii. Kwa hiyo alisamehewa, lakini akaambiwa usirudie kufanya hii dhambi. Dhambi ya uzinzi si njema, imewaletea watu madhara makubwa. Wengine wamekutana na magonjwa, wengine wamekutana na vipigo, wengine wamekutana na vifo, kila mtu kwa namna ya adhabu yake. Kwa nini? Dhambi ya uzinzi, dhambi ya kulala na mwanamume asiye wako, kwa wamama, msikie, imeleta madhara makubwa, naweza kukuua kabisa, naweza kukuangamiza. Lakini sasa hapa sio kwa wanawake tu na kwa wanaume pia. Kumwacha mkeo na kulala na mke asiye wako ni dhambi, ni dhambi kwa Mungu. Itakuua hiyo dhambi, itakuharibia hiyo dhambi. Achana nayo kabisa. Mungu wa mbinguni atubariki, atusaidie kuepuka hii dhambi. Imekuwa tatizo kwa walio kwa wengi na kwa ndoa nyingi, lakini nikuombe mpendwa mtazamaji wangu usiache kuzingatia jambo hili nilokuambia, epuka dhambi ya uzinzi. Imeharibu uchumi wa wengi, imeharibu sifa za watu, imeharibu ndoa, imeharibu familia, imeharibu watoto, imeharibu, imeharibu jamii, imeharibu taifa pia. Kwa hiyo epuka hii dhambi na Mungu atakubariki. Mungu wa mbinguni akusaidie. Tukutane kipindi kijacho, wakati ujao, kwa jina la Utatu Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ubarikiwe sana